Hapa ni katika mtaa wa Nzuguni B. Kwa kipindi cha wiki tatu mfululizo, wakazi wake wametawaliwa na hofu juu ya vitendo vya ubakaji. Kulikuwa na uvumi wa mtu anayeitwa Tereza maarufu Tereza. Ni mtu ambaye anafika, anafungua milango hata kama umefunga kwa namna yoyote ile, anafungua anaingia, na akishaingia hachukui chochote, hachukui hela, hachukui simu. Anachokifanya ni anadili na jinsia ya kike, anawaingilia wanawake kimwili, kingono baada ya pale anakimbia anaondoka. Yaani wanatufanya tunaishi hatuna amani. Mimi kiukweli, ikifika jioni yani silali, yani silali. Muda mwingi natamani tu niwe masho, yani niyopo tu na nasubiri, maana na wasiwasi, nahisi muda wote wanaweza wakaje. Tina Jadamaseni ni mmoja wa waliokumbwa na kadhia hiyo. Nilikuwa nimelala usiku na watoto wangu hasa, nikahisi kama kuna mtu anani, yani kama kuna mtu ananigeua, yani ananipapasa hasa mimi niko na mtoto wangu mmoja mtoto wangu mdogo basi, nilihisi labda ni mtoto wangu ananipandia, labda anataka kukojoa. Sasa nilipojigeuza tu hivi kwa nguvu, nikasikia ni kifua kikubwa, akaniambia ukipiga tu kelele nakuchoma kisu. Basi hapo ndo nikapata nguvu ya kunyanyuka kwa haraka, kitendo cha kunyanyuka tu ile haraka ndo akatoka nje, akakimbia. Lakini nilipotoka nje nilimwona kabisa, ni kijana. Katikati ya kadhia hiyo ni kama mwanga wa haki umewaka kwa wakazi hawa baada ya kubainika kundi la watu wanaodaiwa kushiriki uhalifu huo, kuna mwenzao ambaye alishaingiliwa kimwili na huyu bwana Tereza. Baada ya pale, akawa ameruhusu kufanywa lile tendo, lakini akamwomba kwamba bana, kitendo hichi ni hiari tu, utakii kutumia nguvu hata na siku nyingine ukitaka njoo, lengo aweze kupata mawasiliano yake. Kwa sababu ilikuwa ni usiku, tukaanza kufanya msako wa kufuatilia nyayo mpaka kufika kwenye nyumba ambayo tumekuta vijana ni wengi baada ya kuanza kuwahoji niliwaomba kwamba kila mmoja aandike jina lake na namba yake ya simu. Kiukweli, baada ya kucheki jina namba moja nikakuta inaendana na ya huyu kijana ambaye anaitwa Tereza kwa jina na muhifadhi, kwa sababu polisi bado wanaendelea na uchunguzi wao kwa huyu mtu bwana. Baada ya kumuhoji ameeleza ni kweli huwa anafanya hivyo vitendo. Kwa sasa vijana hao wanashikiliwa na Jeshi la Polisi kwa mahojiano zaidi ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya tuhuma zinazowakabili Ahmad Ali, Azam News, Dodoma.